Leo rasmi hapa na nimekuja baada ya kwa kuna jambo muhimu linahitaji mimi niwepo kwa, pia <laughs> <laughs> mapumziko yangu, lakini alinipa mwaliko mwalika <laughs> <laughs> njoo bwana kwenye shule. Nimekuja na alama tatu muhimu, nimeondoka nazo. Kwa hiyo baada baada ya leo kwenye kesho rasmi nimerudi kwenye timu yeah. na anataa majukumu yangu kama kawaida, I kama msemaji wala pembeniukwala Uzo, wala sikupa barua yoyote, nilisafirishwa na hiyo hiyo timu kwenda kusoma. Sasa hongera bwana, na ndio maana ukaona timu haijatoa taarifa yoyote kunihusu. Wewe ndio kitengo kitengo kwa boss. Hapana, sijagoma hapana, hapana, timu ilinisafirisha nikasoma. Sasa hivi naenda kama afisa habari mwenye elimu kuliko wote. Sasa maneno yako, maneno yako ndio umetufanya sisi tushangilie leo eh. <laughs> Aliongea sana huyo. Kumbe maneno yangu aliongea sana kabla ya mechi. Eh, Ndio kanuni ya msimu huo, ili uwe bingwa, mfunge sio mwenzako